Na habari yetu ya leo itakayoondoka pamoja nasi katika jalsa hii iliyokuwa adhim, tutakwenda kuangalia kisa cha Qurani kumhusu bwana mmoja anaitwa Luqmanu Lhakim. Kwa huyu bwana Luqmanu Lhakim kuna vitu tunahitaji kujifunza, vitu ambavyo vitakwenda kusimama katika maisha yetu ya kimalezi. Katika maisha kuna malezi, na wazazi wanahusishwa katika malezi, walimu wanahusishwa katika malezi, viongozi wanahusishwa katika malezi, ala kuli hal. Katika ulimwengu wote sisi wanadamu ni rai ala lakharina, ni walezi kwa wengine, na tutakuwa masul yauma alqiyama. Mtume anasema katika hadithi, nyote nyinyi ni viongozi, ni walezi, na mtaulizwa kwa mlivyovilea, kwa mlivyoviongoza siku ya qiama. Kwa hiyo hili suala la malezi ni jambo adhim katika mujtamaa wa Kiislam, ni lazima litizamwe katika jicho la tatu, kwa sababu kuna umuhimu mkubwa katika kuzingatia malezi. Katika habari hii ya Luqmanu Lhakim, ambayo nataka leo tuilete katika sherhe, katika kikao chetu hiki, tutaangalia vitu viwili vikubwa. Jambo la mwanzo katika habari ya Luqmanu Lhakim, tutaangalia Vipi Luqmani alitumia wasia wake kwa mtoto wake, na kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimpa hekima. Kwa hiyo jambo kubwa ni malezi, lakini ndani ya malezi tutasoma habari ya Luqmani vipi alilea mtoto wake. Lakini Mungu alimzawadia vitu viwili muhimu ambavyo kila mzazi angepaswa kuwa navyo: hekima pamoja na wasia. Hekima ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu humpa amtakaye

kama ni vijana watoto wako, kama ni vijana walezi wako, kama ni vijana wanafunzi wako, kama ni vijana watu unaowatambua na hata usiwatambua, lakini una umuhimu kutumia hekima, kutokamana na maisha unaoishi, kwa sababu hekima hasa maana yake, an tafala shai ladhi yambaghi ala lwajhi ladhi yambaghi wafi wakti ladhi yambaghi, ni kufanya jambo lifaalo kwa e, wakati ufaao kwa nidhamu ifayo, ndio hekima. an tudhaa shay'in fi mahali ni kule kulieka jambo kwenye mahala pake. Hii yote inazungumza hekima, kwamba hekima ni kitu muhimu na ni kitu bora mtu kuwa nacho, na hekima zimegewika, wanasema wanachuoni kwamba eh, tankasimu lhikmata ala qismataini, imejigawa katika vigawanyo viwili. Hekima kuna hikmatu qaulia na kuna hikmatu amalia, kuna hikma za maneno na kuna hekima za vitendo mtu yale maneno wa ayatamkayo wakati mwingine anaashiri kwa hekima. Kuna mtu anaweza akaonya jambo kwa kutumia maneno yake, njia ya hekima. Anaweza akaamrisha jambo kwa kutumia maneno yake katika njia ya hekima. Zote hizi zinatumika. Lakini pia kuna hekima ya vitendo, mtu kutenda jambo eh, lile jambo kwa kutaka kuwaonyesha watu fulani labda wafanye mithili anavyofanya yeye ni hekima, au mtu kujikataza na jambo anawaonyesha watu fulani kuhusu jambo lile na watu wakakatazika nalo, nayo pia ni katika njia za hekima. Kwa hiyo hekima ni kitu ambacho mwanadamu anawajibika kuwa nacho, lakini ni zawadi ya Allah subhanahu wataala. Mungu humpa anayemtaka na humnyima anayemtaka hizo hekima. Na nasaha, nasaha ni kitu muhimu nacho katika mujtamaa wa Kiislam. Nasaha ni kitu bora mno, kwa sababu bila ya nasaha kuna mapungufu makubwa tutakayokuwa nayo, na hasa sisi Waislamu, Mwenyezi Mungu anataka kila mara tunasihiane, tunasihiane katika haki, tunasihiane katika subra. Ona katika Qurani Mwenyezi Mungu kaileta suratul Asri, anasema vipi? Allah subhanah

hata kwa kuandika na kuhifadhi mahala ambapo utaonekanwa ma wakati utakapokuwa hupo, basi ufanyiwe kazi eh, ule wasia ambao utakuwa unauacha kwao. Ni jambo muhimu sana kwao katika habari ya Luqmani. Hivi vitu lazima tukajifunze hekima za Luqmani na tujifunze eh, na saha alizozitoa kwa mtoto wake aliyekuwa anatajwa katika Qur'anul Karim.

Akana hadha abdu salihun min gheiri nubuwa am hadha hakimu, hivi huyu alikuwa ni mtu mwema tu ambaye hakupewa utume au mtu mwenye hekima? Yani walikhitilafiana kwamba alikuwa ni nabii au alikuwa ni mtu mwema aliyepewa hekima lakini hajapewa utume. Wanachuoni katika khitilafu zao wakagawanyika mbali mbali.

Abdullahi Bnu Jabir anathibitisha kwamba huyu bwana alipewa na Allah hekima, lakini hakupewa utume. Lakini yuko mmoja katika wanachuoni wakubwa anaitwa Saidu Bnulmusayib. Saidu Bnulmusayib yeye anasema kwamba Luqman alikuwa kana Luqmanu min sudani misra. Luqman alikuwa ni katika weusi wa Kimasri. Kumbe Luqman ni mtu mweusi lakini kutoka katika watu wa Masri lakini anazungumza zaidi, anasema aftasu lanf min nuba, alafu huyu bwana alikuwa pua yake imelala. Luqman pua yake ilikuwa imelala, min nuba, alafu ni mtu ambaye ni nuba. Nuba au nubian, wazungu wanaita nubian. Nubian ni watu waliochanganya rangi. Mtu ambaye ana rangi ya Kiethiopia na ana rangi ya Kimasri, huyu anaitwa nubian. Mtu ambaye ana rangi ya Kiethiopia, yani Habasha, na rangi ya Kimasri, basi anaitwa nubian. Kwa hiyo Luqmani alikuwa ni bwana mweusi

Naam. Na katika kuthibitisha kwamba Luqman alikuwa ni mtu mweusi, Said ibn al-Musayyib kupitia mwanafunzi wake Abdurrahman ibnu Harmala anasema kwamba siku moja aliweikuja bwana kushtaki, alikuja bwana akashtaki akasema, ah, yashtumuna ni nnas wa yadhakuna ni, watu wananicheka wananitukana, liani aswad, ati kwa sababu mimi ni mtu mweusi

which one you would like to choose, anaambiwa kipi katika hivi utachagua, kwenye usingizi. Luqman anasema Luqman fa khayyartu baina dhalika an-nubuwwa fa khayyartu baina al-hikma, nikachagua mimi hekima katika zile ala an-nubuwwa, nikaachana na utume. Siku moja alikuja kuulizwa na wanafunzi wake, limadha ikhtarta ee, alhikma walaisat nubuwa, kwa nini umechukua hekima na si utume? Anasema, lau ikhtartu nubuwa, lau ningelichagua utume mimi, lakuntu kuntu azmatan linnas, ningelikuwa nina azma kubwa kwa watu, ningelikuwa nina hamu, watu wote wangelikuwa ni katika imani moja lakini nimechukua hekima, nitatumia hekima kwa zile atakazonimiminia Allah kuwafunza watu. Watu wakikubali watafuata, watakapokataa wataacha. Kwa huyu Luqman anathibitisha kwamba yeye alipoa hekima alinyimwa utume. Naam, mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, katika kubainisha hekima zake Luqmanul Hakim, akasema katika Qurani walaqad ataina luqmana lhikmata an ishkur lillah, hakika tulimpa Luqmani hekima apate kumshukuru mula wake.

Kwa nini tumekuamuru uchinje mbuzi utoe nyama mbili zilizokuwa mbaya, ukatoa ulimi na moyo, tukakupa mbuzi mwingine utoe nyama mbili zilizokuwa nzuri, ukatoa ulimi na moyo? kwa nini Luqmani Luqmani? Akasema, ma min shayin atyaba minhuma idha taba wa ma min shayin akhbatha minhuma idha khabutha. Hakuna vitu viwili vikiwa vizuri huwa vizuri zaidi kama ulimi na moyo, na hakuna vitu viwili vikiwa vibaya huwa vibaya zaidi kama ulimi na moyo. Kwa hiyo hivi vitu viwili hivi vina kazi kubwa sana katika kumtafsiri mwanadamu. Mwanadamu ataonekana mzuri kwa sababu ya ulimi wake na moyo wake, ataonekana mbaya kwa sababu ya ulimi wake na moyo. Hili lilikuwa ni darasa kubwa Lukmani analitoa kwa huyu bosi wake ambaye ni jabbar huyu bosi wake ambaye ni anid, huyu bosi wake ambaye alikuwa ana mambo ambayo kwa wafanyakazi wake wanaona si kheri kwa vile anavyowatendea. Sasa alikuwa anamfundisha bosi wake, ulimi na moyo ni vinyama vinavyokutafsiri wewe ni mtu wa aina gani. Na Mtume anasema lilmari asgharaihi allisan walqalb, mtu, al mtu anapimwa kwa viwili ulimi wake anapimwa, na kwa moyo wake anapimwa, mtu anapimwa kwa vitu hivyo.

Muogope sana Mwenyezi Mungu juu yetu sisi, fa innama nahnu ma'ak, hakika ya sisi viungo tuko pamoja na wewe ulimi. In awajajta awajajna wa in istaqamta istaqamna, ukienda kombo tunakwenda sote huko, na ukisimama kuwa na msimamo thabit na sisi tutakuwa tuna msimamo huo huo. Kwa hiyo wewe ulimi, jichunge vizuri kwa sababu wewe ndio kama lile bichwa la, la, la, la treni. Likitoka kwenye reli basi ndio kila kitu, na mabehewa yote anafuata bichwa la treni, basi ulimi ndio unaendesha kiwiliwili. Kwa hiyo lazima ukichunge hichi kinywa chako na hasa kwenye ulimi wako, na ndio maana mmoja eh, anasema zillatu lisanu aqwa min zillati rajul. Hapa ndio panapotoka hekima katika ulimi kunatoka hekima, na ndio maana Luqmani akaushika huu ulimi kwa kusema ukiwa mzuri utakuwa mzuri mwili mzima, na ukiwa mbaya utakuwa mbaya mwili mzima, na utaonekana kwenye jamii hivyo. Kwa hiyo huu ulimi ndo kila kitu basi. Na mtume kauzungumza kuhusu moyo, kwenye moyo mtume anasema inna libni adama lahu mudgha, mwanadamu ana kinyama in fasadat fasada sairu jasadihi wa in soluha, soluha sairu jasadi. Kinyama hichi kikiwa kizuri mwili mzima unakuwa mzuri, kikiwa kibaya mwili mzima unakuwa mbaya. Kwa hiyo hiki kinyama hiki au kinyama hicho mtume alichokisema, ala wa hiya alqalbu, nacho ni moyo. Kwa hiyo moyo nao unamtafsiri, kujulishwa kwamba mtu huyu ni mzuri na mtu huyu ni mbaya, na tafsiri ya moyo ni vile ambavyo anapokea. Na mtume anatuhadithia katika hadithi, anasema, innallaha la yanduru ila suwari wala ila ajsamikum walakinna Allaha yanzuru ila ila qulubikum wa a'malikum, Allah ana haja na viwiliwili vyenu wala sura zenu, Mungu ana haja na mioyo yenu na matendo yenu. Matendo yanatoka katika moyo, kwa hiyo vile unavyofanya basi moyo wako ndivyo ulivyotaka. Kwa hiyo hata ibada zako unazoziswali, ukiswali kwa moyo, basi kwa Allah kuna malipo makubwa. Unaswali kwa kurepua, kwa Allah kuna hasara kubwa. Kwa hiyo lazima moyo wako uandamanishe kwa Allah ukiwa salim. Ndio maana Mungu anasema katika Qur'ani

wote walio katika jamii yake kwa wakati ule na hapo zamani, alikuwa anasifiwa kwamba Luqman kana musafahu lkadamaini ghalidha shafataini, yani mtu ambaye ana ususwavu wa ulimi, yani ulimi wake ulikuwa ni mzito, kinywa chake kigumu katika kuzungumza kwake. Lakini Mungu ndo kawa na shani zake kwa Luqman, na Luqmani akawa kama anavyosifika. Siku moja, alikuwa yuko katika kundi la sahaba wake, marafiki zake, anazungumza nao. Basi akapita mmoja miongoni mwa watu ambao Luqmani alikuwa anafanya kazi nao hapo kabla. Alipokuwa anapita huyu bwana, akamwona Luqmani amezungukwa na kundi la watu, akaenda pale akamwita, ya Luqman, ewe Luqmani, wewe Luqmani. Akamtazama ule bwana kwa kumjua, akamwambia naam, ya hadha, vipi hali yako? E bwana akamwambia anta Luqman, yule bwana anauliza, kumuuliza Luqman, wewe ni Luqman? Anasema naam, ana Luqman. Anta min bani hashas

Yule bwana akasema, maladhi sayaraka ila huna, kipi kimekuleta hapa wewe? watu nnas bisatak, watu wamevamia wameenea kwenye busati lako au zulia lako. waghashyahum babak, wengine wananing'inia milangoni humo, wamejaa kwenye milango. waradhu biqaulik, na tena wanaridhika maneno unayoyasema Luqman. Hebu nielezi, maladhi sayaraka ila huna, kipi kimekuleta hapa Luqmani akasema kuna mambo amenifanya mimi niwe hapa leo unaponiona. akamwambia mambo gani? Akamwambia jambo la kwanza lililolipeleka mimi kuwa hapa unaponiona ee, anamwambia hasantu farji, nimehifadhi utupu wangu, wahafadhtu jari, nimemhifadhi jirani yangu, wahafadhtu lisani na nikauzuia na nikauhifadhi ulimi wangu na nikaficha aibu za mtu mwingine, wa taraktu mala ani, na nikaacha mambo yote ambayo hayanihusu. Kwa hizi sifa, wallahi sayarani llahu ila ma anta tara lan, Mungu kanileta hapa ambapo umepaona. Hizi tunazizungumza ni kavala nje la Luqman. Hatujaangalia bado katika ayati qurania ambazo zinamgusa huyu Luqmanu lHakim. Tuifanye hii iwe ni pati yetu ya mwanzo, tuje tuangalie sasa kwa Luqmani katika nafasi ya pili, pale anapotoa nasaha zake kwa hekima juu ya mtoto wake, tutakayekuja kumsoma hapo baadaye. wa ila hadha lqadri, aqif. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <muchas>